Mi naombeni simu yangu, najua mnajua ilipo na ninyie, tuko tu kwa sababu tunaishi huko mndani, wenyewe hamna mtu kaingia hapa ndani. Yaani ishu itazidi. Yaani cha msingi ni kwamba simu ipatikane kwa gharama yoyote ile. Mimi kinachoniuma zaidi wa hmm. Mlada watu wanatuonyesha upendo anakujali anathamini anapika hata auknaiba simu kweli yaani, mtu unamwibia simu kweli, littsa wazuri katika hii. Yaani mtu anakuibia simu kwa gharama yoyote ile simu lnaipatikani yaani, lazima tuloge. Kuna mzee pale ametoka Sumbawanga amefungua ofisi ana hata wiki anatafuta wateja